Ndugu wananchi, kupitia tangazo la serikali namba 596 la tarehe 3 Oktoba 2025 waziri wa mambo ya ndani ya nchi aliyatangaza maeneo ya Uliankulu wilaya ya Kaliwa mkoa wa Tabora, Katumba wilaya ya Mpanda mkoa wa Katavi na Mishamo wilaya ya Tanganyika mkoa wa Katavi kuwa maeneo tengefu kwa ajili ya makazi ya wakimbizi. Aidha, kwa tangazo la serikali namba 600 la tarehe 3 Oktoba 2025, waziri wa nchi, ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa alitoa amri ya marekebisho ya amri ya mgawanyo wa maeneo ya utawala katika serikali za mitaa kwenye mabano mamlaka za wilaya ya mwaka 25 kwa kuzifuta kata kumi za Litapunga, Kanoge, Katumba na vijiji viwili vya Ikolongo na Ndurumo vya kata ya Mtapenda halmashauri ya wilaya ya Nsimbo mkoa wa Katavi. Kata nyingine ni Mishamo, Ilangu, Bulamata na Ipwaga zilizopo halmashauri ya wilaya ya Tanganyika, mkoa wa Katavi na kata za Milambo, Igombe Mkulu na Kanindo zilizopo halmashauri ya wilaya ya Kaliua, mkoa wa Tabora. Ndugu wananchi, kwa kuwa waziri mwenye dhamana wa serikali za mitaa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 na waziri mwenye dhamana ya serikali za mitaa kuwakata kwa madhumuni ya uchaguzi wa madiwani, na kwa kuwa kanuni ya nne ya kanuni za uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka 25 inatoa mamlaka kwa tume kufanya mabadiliko ya mipaka ya maeneo ya uchaguzi pale panapotokea mazingira yatakayoathiri mipaka iliyopo ya maeneo ya uchaguzi ikiwemo kufutwa kwa kata au kijiji na kwa kuwa tume iliwateua wagombea udiwani saba katika kata saba ambazo ni miongoni mwa kata kumi zilizofutwa kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 26 ya kanuni za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025 na kwa kuwa kufutwa kwa kata husika kunaziondoa kuwa eneo la uchaguzi, hivyo tume katika kikao chake kilichofanyika tarehe 6 Oktoba 2025 na kupitia tangazo la serikali namba 604 na la tarehe kumi Oktoba 2025 imefanya uamuzi ufuatao: mosi, kuzifuta kata kumi zilizofutwa na waziri mwenye dhamana wa ya serikali za mitaa kutoka katika maeneo ya uchaguzi wa madiwani kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, na pili, kutengua uteuzi wa, wa kutengua uteuzi na kuondoa katika orodha ya wagombea udiwani saba walioteuliwa katika kata husika. Wagombea waliotenguliwa uteuzi wao na kuondolewa kwenye orodha ya wagombea ni hawa wafuatao: mosi, Salehe Mrisho Msompola, kata aliyokuwa ameteuliwa kugombea ni Kanoge kupitia chama cha mapinduzi CCM; pili Elius Wilson Elia kata aliyokuwa ameteuliwa kugombea ni Katumba, chama cha Mapinduzi CCM. Tatu, Mohamed Ali Asenga, kata aliyoteuliwa kugombea ni Litapunga kupitia chama cha Mapinduzi CCM. Nne, Nikas Atanas Nibengo Kata aliyokuwa ameteuliwa kugombea ni Bulamata kupitia chama cha mapinduzi CCM. Tano, Sadik Agustino Mathew kata aliyokuwa ameteuliwa kugombea ni Ilangu kupitia tiketi ya chama cha mapinduzi CCM. Sita, Rehani Simba Sokota kata aliyoteuliwa kugombea ni Ipwaga kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Na saba, Juma Mohamed Kansimba, kata aliyokuwa ameteuliwa kugombea ni kata ya Mishamo kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Kata tatu zilizofutwa za halmashauri ya wilaya ya Kaliwa mkoani Tabora hazikuwa hazikufanya uteuzi wa wagombea wa udiwani kata hizo ni Milambo, Igombe Mkulu na Kanindo. Ndugu wananchi, kutokana na mabadiliko hayo tume imevifuta vituo mia mbili tisini na mbili vya kupigia kura vilivyokuwa kwenye kata zilizofutwa na kwa kushauriana na watendaji wa uchaguzi wa maeneo husika na kwa kuzingatia ukaribu wa maeneo wanayoweza kufika wapiga kura tume imeanzisha vituo vingine mia mbili tisini na mbili vya kupigia kura katika maeneo jirani na kata zilizofutwa ili kuwawezesha wapiga kura kutoka maeneo yaliyofutwa kwenda kupiga kura ndugu wananchi kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha 19 kidogo cha 3C si, cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani sheria namba moja ya mwaka 2024 wapiga kura laki moja na elfu sita mia mbili themanini na nane waliokuwa kwenye vituo vilivyofutwa wamehamishiwa kwenye vituo 292 vya kupigia kura vilivyoanzishwa katika kata za Mtapenda, Uruwira, Nsimbo na Ugala zilizopo halmashauri ya wilaya Nsimbo mkoa wa Katavi. Kata nyingine walizohamishiwa ni Sasu, Ilege, Uyowa, Makingi na Silambo zilizopo halmashauri ya wilaya ya Kaliua mkoa wa Tabora na kata ya Tongwe iliyopo halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mkoa wa Katavi. Ndugu wananchi, tume inatoa wito kwa wananchi kuzingatia mabadiliko haya ya maeneo ya uchaguzi ili waweze kutumia haki yao ya msingi ya kushiriki kupiga kura siku ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani tarehe 29 Oktoba 2025. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Imetolewa leo tarehe 12 Oktoba 2025. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.